Rais wa Lebanon, Joseph Aoun, amesema anatarajia kulinyang'anya silaha kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Irani, kufuatia operesheni ya kijeshi ya Israel iliyoathiri sana kundi hilo na kuwaua viongozi wake wa juu. Nanukuu, Tuna matumaini kuwa silaha za Hezbollah zitaondolewa ama angalau zitamilikiwa tu na serikali ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na hili ndilo linalojitahidi kulifanikisha, alisema Aoun, ambaye ni rais anayeungwa mkono na Marekani, katika mahojiano na Al Araby Al Jadeed iliyochapishwa siku ya Jumanne. Al Jazeera imeripoti kuwa kundi la Hezbollah lenye makao yake Lebanon lilianzishwa baada ya uvamizi wa Israel nchini Lebanon mwanzoni mwa miaka 1980 na limekuwa kundi gumu na lenye nguvu ya kijeshi na kisiasa kubwa nchini humo. Wapiganaji wake wamekuwa wakipinga kwa muda mrefu wito wa kuvuliwa silaha na Israel. Nanukuu, kuhusu wanachama wa Hezbollah, hatimaye wao ni Walebanoni na iwapo wanataka kujiunga na jeshi, wanaweza kupitia kozi maalum ya kuwaunganisha alisema Aoun akiongeza kuwa kundi hilo halitaruhusiwa kufanya kazi kama kikosi cha pekee ndani ya jeshi la Lebanon. Hata hivyo, alisisitiza kuwa mchakato huo unaweza kufanyika tu kupitia mazungumzo, na akaongeza kuwa namnukuu. Tunataka kuondoa silaha za Hezbollah, lakini hatutaki chochote ama kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe, alisema Aoun, mwisho wa kunoko. Wataalamu wanasema ingawa Hezbollah huenda ikapendelea kubaki na silaha, udhaifu wa kundi hilo kufuatia mashambulizi ya Israel na shinikizo kutoka kwa serikali ya Lebanon vinaweza kufanya jambo hilo likaonekana kuwa gumu hapo awali kuwa la kweli. Kabla ya mapigano yake na Israeli mwaka jana, Hezbollah ilionekana kama kundi lenye nguvu zaidi lisilo na serikali katika eneo la Mashariki ya Kati, likiwa na makombora marefu maelfu na wanajeshi waliopata mafunzo ya hali ya juu. Aoun alisema bado serikali haijazungumza rasmi na Hezbollah kuhusu swala hilo, lakini spika wa bunge Nabih Berri amesema ambaye ni mwanasiasa wa Kishia mwenye ushirikiano na kundi hilo anakubaliana kabisa kuwa silaha zote zinapaswa kumilikiwa na serikali. Berri aliyekuwa mpatanishi kati ya Hezbollah na Marekani katika mazungumzo ya kusitisha mapigano ya Israel mwaka jana amesema wataalamu wengine wanakabiliwa na shinikizo kutoka Israel na Marekani kulinyang'anya silaha kundi hilo la Hezbollah haraka iwezekanavyo, bado ana wasiwasi kutokana na hali tete iliyopo nchini humo. Na nukuu, Aoun alisema atajitahidi kuhakikisha silaha zinamilikiwa na serikali pekee mwaka huu, lakini hakujifunga moja kwa moja na muda huo Aoun anaelewa vizuri hali nyeti ya serikali dhidi ya Hezbollah ambayo huenda bado ina uwezo mkubwa wa kijeshi licha ya kupoteza watu wengi wakati wa vita, alisema mwanasiasa huyo. Wiki iliyopita mbunge wa Hezbollah Hasan Fadlala alisema katika mkutano na waandishi wa habari kuwa kundi hilo liko tayari kwa mazungumzo na serikali ya Lebanon kuhusu mkakati wa ulinzi wa taifa hilo. Woods ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Mashariki ya Kati alisema pendekezo hilo linaweza kufanya mpango wa Aoun usionekane kuwa wa uchokonozi kwa, kwa kiasi kikubwa. Alipoulizwa kuhusu kushindwa kwa juhudi za awali za kujadili silaha za Hezbollah, Aoun alisema hali ya kikanda imebadilika, akieleza kuwa mabadiliko ya msimamo wa Irani kuhusu wanamgambo wanaounga mkono katika eneo hilo huenda yakawa ni kikwazo. Hezbollah imekuwa ikitumia mapambano yake dhidi ya Israel kama msingi wa kupata uungwaji mkono wa kisiasa, alisema Woods, mwisho wa koneku. Baada ya vita vya mwaka jana vilivyoisha kwa maafa makubwa, bado haijajulikana kama kundi hilo linaweza kupata chanzo mbadala cha uhalali wa kisiasa. Aoun alisema ameieleza Marekani kuwa uwepo wa Israeli ku, kusini mwa Lebanon unatoa sababu kwa Hezbollah kuendelea kuwa na silaha na silaha na alihimiza Marekani kuishinikiza Israeli kuondoka katika eneo hilo. Serikali ya Lebanon imekuwa ikilaani mara kwa mara mashambulizi ya Israeli katika ardhi yake ikiyaita ukiukwaji wa mamlaka yake na kuvunja makubaliano ya kusitisha kwa vita yaliyosimamiwa na Marekani. Alipoulizwa kama ingewezekana Lebanon kuanza mazungumzo ya kuhalalisha uhusiano na Israeli iwapo jeshi la Israeli litaondoka Aoun alisema kuwa ingawa chochote kinawezekana, lakini katika siasa hali ya ardhini ndiyo inayoamua ukweli, nanuku wa Marekani, kwa sasa wanajua kuwa mazungumzo ya amani au uhusiano wa kawaida na Israeli hayawezekani, na jambo la msingi kwa sasa ni kuhakikisha utulivu wa muda mrefu katika mpaka alisema rais huyo. Katika hatua nyingine, rais Aoun alisema kuwa vita vya moja kwa moja kati ya Israel na Hezbollah bado vinawezekana kutokea, lakini si jambo linalotarajiwa sana, akiongeza kuwa Hezbollah hivi karibuni imeonyesha uwajibikaji licha ya kupoteza watu wengi katika mapigano hayo, na nukuu, hatimaye uwezekano huo bado upo iwapo mashambulizi ya Israel yataendelea katika eneo la Lebanon, alisema Aun. Ndiyo maana tunarudia mara kwa mara, tufanye mazungumzo na Hezbollah. Kuvunjwa kwa silaha za Hezbollah kunaweza kuwa na athari kubwa katika mizani ya nguvu ya kikanda, ambapo miezi michache iliyopita kundi hilo liliangaliwa kama wakala mwenye nguvu zaidi wa Iran katika eneo hilo, likijibizana kwa mashambulizi na jeshi la Israel hadi kampeni ya Israeli ilipowaua wa viongozi wake waandamizi. Kuondolewa madarakani kwa mshirika wa Hezbollah Bashar al-Assad wa Syria pia kunatajwa kudhoofisha kundi hilo, wakati Lebanon ikikumbwa na mgogoro wa kijeshi wa mpaka na Israel na mzozo wa kiuchumi wa muda mrefu. Woods, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya kikanda hasa Mashariki ya Kati, alisema Hezbollah huenda ikikabiliwa na shinikizo kutoka kwa wafuasi wake wenyewe ili waweke silaha chini. Hatua hiyo inaweza kuondoa vikwazo vya kupokea misaada ya ujenzi mpya wa vita baada ya vita hivyo ambavyo wafuasi wengi wa Hezbollah wanahitaji kwa dharula. Irani, mfadhili mkuu wa kundi hilo, pia inaweza kutumia hali hii kama kadi ya mazungumzo katika mazungumzo yake ya nyuklia na serikali ya Trump kwa kubadilishana msaada wake wa kundi hilo katika makubaliano hayo. Kwa mujibu wa Woods, Irani imekuwa ikifanya mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia. Ujumbe kutoka pande zote mbili ulipokutana Oman wekendi iliyopita na unatarajiwa kufanya duru ya pili ya mazungumzo siku ya Jumamosi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.